A vizuri Mheshimiwa Kuchauka, ni kweli, Lindi kule wanachukua umeme kutoka kwenye kituo chetu cha Mahumbika ni mbali sana. Ukienda Liwale kwa Mheshimiwa Kuchauka umeme unakatika sana. Jamani waheshimiwa wabunge, umeme haukatiki si kwa sababu hakuna umeme; unakatika kwa sababu ya miundombinu. Nami waheshimiwa wabunge, nataka niwape taarifa ndogo. Juzi tumezindua taarifa ya EWURA hapa. Wakati tumezindua ile taarifa ya EWURA tumeonyesha kwa mwaka mmoja tatizo la kukatika umeme limepungua kwa kiasi gani, na hii tulikuwa tunazungumza mpaka tunakuja kumaliza mwaka elfu mbili na ishirini na tatu elfu mbili na ishirini na nne Mheshimiwa Spika, kukatika kwa umeme katika nchi yetu kwa taarifa ya EWURA iliyofanyiwa utafiti imepungua kwa asilimia arobaini na nane na dakika za kukatika umeme zimepungua kwa asilimia sitini na nne Tulikotoka mheshimiwa Spika, hali ilikuwa mbaya zaidi kuliko tulivyo hivi sasa mahali pengi ukiona umeme unakatika ni mahali ambako tunatengeneza miundo mbinu waheshimiwa wabunge lazima tukubali kwamba hatuwezi kula keki na tukabaki nayo wakati tunajenga hii miundo mbinu ni lazima tutazima umeme mahali fulani ili tuweze kujenga hiyo miundombinu hivi mheshimiwa spika kama tumetoka kwenye dakika elfu moja na mia tano na thelathini na sita mwaka elfu mbili na ishirini na mbili mpaka dakika mia tano na hamsini na nane mwaka elfu mbili na ishirini na nne tumepunguza kukatika kwa umeme kwa asilimia sitini na nane. naomba mtuamini Naomba mtuamini kuwa hili jambo tunalifanyia kazi, tena tunalifanyia kazi. Na mheshimiwa spika, hakuna jambo linakera wananchi kama kukatika umeme, hasa kama hawajapewa taarifa. Na ndio maana tumeamua kituo chetu cha huduma kwa wateja tukiimarishe. Umeme unapokatika, watu wapewe taarifa. Tulijizoea kutoa tangazo tu mara moja, tunawapa taarifa kwamba umeme umekatika kwa sababu hizi na hizi. Tumeamua kila wilaya, kila mkoa kuwe na magrupu ya WhatsApp meneja kazi yake awe admini kwenye yale magrupu kuwapa taarifa watu, maana siku hizi wananchi, hata mimi wananiandikia message, umeme ukikatika, wanakuandikia message, na mimi natamani sana waendelee kufanya hivyo, kwa sababu kwa kufanya hivyo wanatuhoda accountable, kila mmoja kujua wajibu wetu kuwapatia umeme wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, jambo moja lenye upekee ambalo nimelisikia hapa ni kuhusu transfoma tano ambazo zimeungua Ngara, limenisikitisha na likaniogopesha, kwamba transfoma tano zinaungua halafu hatujafanya kazi. Mheshimiwa Spika, baada ya kufuatilia pia nimegundua kuwa mkandarasi aliyepewa ile kazi, hizi transfoma zilikuwa chini ya uangalizi wake, kwa alipewa wajibu wa kuzibadilisha ili waweke transfoma nyingine. Nimewaelekeza leo Tanesco, kwamba sisi tupeleke hizo transfoma, wananchi wasihangaike, halafu ninyi Tanesco mdaiane na huyo mkandarasi, na kwa sababu hiyo na kwa sababu hiyo, wananchi wa Ngara ndani ya wiki hii mpaka wiki inayokwisha transfoma zote zile ziwe zimebadilishwa na wananchi wapate umeme bila matatizo yoyote. Hoja nyingine Mheshimiwa Spika, ni upungufu wa wafanyakazi ambao waheshimiwa bunge wameieleza. Nataka kutoa tu taarifa kuwa tumepata kibali cha kuajiri watumishi 570 kwa mwaka wa fedha 2025 utaratibu unakamilishwa, watumishi hao waweze kupangiwa majukumu hayo, lakini vile vile serikali imepanga kuajiri watumishi wengine elfu moja katika mwaka wa fedha elfu mbili ishirini na tano ishirini na sita ili kukabiliana na changamoto ya upungufu wa watumishi kwenye maeneo mengine. Mheshimiwa Spika, kadri tunavyoendelea kusambaza umeme ndivyo mahitaji yanavyoongezeka ya watu wa kuhudumia hizo laini. Kwa hiyo tumepata nafasi ya kuajiri watu wengi zaidi ili tuweze kufanyia kazi. limezungumza swala la vitendea kazi, hususan magari, ili kupunguza changamoto ya usafiri huo katika wilaya za kitanesco Mwaka huu mwaka wa 2024, serikali imefanya manunuzi ya magari hamsini ambapo magari hayo yamesambazwa katika mikoa na wilaya zenye uhitaji mkubwa. Magari hayo yanatarajiwa kupelekwa mwezi Agosti, na aidha itakapofika Septemba 2025 magari yatakuwa yamefikishwa katika maeneo hayo. Lakini kwenye mwaka huu wa fedha, mheshimiwa spika, kwenye bajeti hii tunayoomba, TANESCO imetenga fedha za kununua magari mia mbili ili kuendelea kupunguza changamoto hii ya kuwapatia eh, huduma wananchi. Mheshimiwa Spika, hayo ndiyo machache nilitaka nichangie na kujibu hoja kwa waheshimiwa wa Bunge, lakini nimalizie kwa kuwashukuru tena waheshimiwa wa Bunge kwamba mmetutendea wema mwingi mno kwa kutusimamia na kutushauri.